Mambo vipi? Leo tene tukaangalie kwenye video hii nini maana ya copyright strike eh. Copyright strike tunasema hii ni adhabu kali au onyo analopewa mtu anayetumia YouTube channeli, ambaye anakuwa ameiba maudhui ya watu wengine na kupost kwenye chaneli yake. Kwa hiyo, mtu na anapewa hiyo adhabu ambayo tunaita copyright strike. Inaweza ikawa ameiba video, inaweza ikawa ameiba picha inaweza ikawa ameiba mziki ee, au maandishi fulani. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa style hiyo wa kuiba maudhui kwenye mtandao wa YouTube, basi copyright strike itakufuatilia na mwisho wa siku inaweza kapelekea chaneli yako ikafutwa kabisa. Lakini tukaangalia kitu kimoja, kabla sijaendelea mbele, tukaangalia kitu kimoja tunakiita content ID na copyright claim. Hii content ID Nasema huu ni mfumo ambao wenyewe ni automatic upo kwenye mtandao wa YouTube. Hu kazi yake ni kuzunguka kwenye video zote kuangalia hii video ina haki miliki ya mtu, hii video ina copyright rights e, kwa hiyo ikikuta ina copyright rights, itakupa alert. Kwa hiyo e, utaamua ile video either uiondoe au either ushee mapato yako na yule uh, mhusika wa video au either ile video isionyeshwe kwenye nchi kadhaa. Eyo, hiyo hiyo ndio tunaita content ID na content ID mara kadhaa vinapelekea kwenye kitu tunakiita copyright copyright claim. Copyright claim tunasema ni mfumo ambao e, sehemu ya mapato ya video yako inapelekwa kwa miliki halali kwa video husika, na kama si hivyo basi ile video yako inazuiwa kuonyesha baadhi ya maeneo au baadhi ya nchi. Na chaneli yako ikipata copyright claim, tunasema hakuna dhabu yote ambayo inatolewa kwenye chaneli yako, ila mchiti unakuja pale ambapo utapata copyright strike. Kwa hiyo mtu akipata copyright strike moja eh, na baadhi ya vitu ambavyo atakutana navyo, kitu cha kwanza kabisa ile video itaondolewa. Kitu cha pili, yule mtu hataweza kuposti video nyingine yote mpya kwa siku saba, lakini pia tunasema chaneli inapewa onyo kali lakini pia hauwezi ukaingia live, lakini pia hauwezi kupost shorts, lakini pia unahitajika kusoma copyright schools eh, hizo ni hatu ambazo wenyewe watakwambia kiingia kwenye dashboard yako ya YouTube Studio, wanakwambia usome copyright schools. Kwa hiyo lazima uifungue uisome. Hiyo ni strike moja tu, na hii strike inakaa kwa siku tisini. Eh, siku tisini maanake E, miezi mitatu. Kwa hiyo hadi miezi mitatu ipite, automatically itaondoka hiyo strike, maanake. Sasa ikitokea umepata strike kwenye channel yako kwa sababu report yuko ndani, hiyo miezi mitatu uwe makini sana, aidha upunguze speed ya post. Hata kama unaposti, uposti kwa tahadhari, uposti zile original content ambazo umezitengeneza wewe mwenyewe, siweza kuiba sehemu nyingine. Lakini imetokea ndani ya siku 90 umepata copy strike ya pili eh, maanake adhabu itaongezeka pia pia YouTube channel yako inazidi kuzuiwa ule uwezo wake, na YouTube anakuwa anakaribia kujifunga channel yako. Ikitokea ndani ya siku 90 tu zile zile umepata umepata strike copyright strike mbili, ikitokea ndugu yangu, ndani ya siku 90 tena umepata copyright jumla tatu, basi kitakachofanywa hapo, video zote zitafutwa na channel yako itafungwa, au tunasema inakuwa terminated, eh yeah. na uh, miliki wa channel hapewi nafasi nyingine, labda pengine wasiliana na mhusika wa contenti yaani, apewi option yoyote ile. Ikitokea huyo mtu ana chaneli nyingine au amefunga chaneli nyingine, bado hizo chaneli zake watazifuatilia kwa ukaribu zaidi eh, yaani watakuwa wanamchungulia kwamba huyo jamaa vipi tena. Kwa hiyo in case umepata strike moja, basi kwa uvumilivu hizo siku tisini, hiyo strike itaondolewa, lakini sometimes unaweza ukaiondoa hiyo copyright strike kwa kumuomba mhusika wa content akwa, eh kwa kumuomba mhusika wa content afanyie retraction, yani akondolee ile adhabu eh tarikana, utajitetea vipi ingine ulipost bahati mbaya kutokujua, au je, mdagana yeye sem au basi akondolee ile strike, utarudia tena tutategemeana kaya kibiviana hiyo ndoa, asipoiondoa kinakulamba. Lakini pia kutuma counter notification, hii ni kama ushahidi wa haki eh. Unawatumia ile ushahidi wa haki kwamba, bwana, hii content yangu moja mbili tatu. Mwisho siku wanaitoa ile copyright strike. Kwa hiyo kwa video hii nadhani ushaijua nini maana copyright strike. Kwa hiyo uwe makini sana, epuka kuiba content, content za watu. Penda kutengeneza content zako original na upate kipato chako halali.